Kufuatia yaliyojiri leo tarehe 28 Oktoba 2025, siku ambayo iliitwa ni siku ya kura ya mapema. Mnajua nyote kwamba chama chenu tangu mwanzo kilikuwa kikisema kwamba hichi kinachoitwa kura ya mapema ni wizi wa mapema, na hilo limethibitika leo kwa kiasi kikubwa sana. Nikumbushe tu kwamba pamoja na msimamo huo, lakini jana mwenyekiti wetu alitoa taarifa akiwataka watu wetu kwamba uh, hasa mawakala wagombea, na waangalizi wa uchaguzi wende wakashuhudie tukio hilo na kuwaachia wale ambao walikuwa wametajwa katika sheria wende wakapige kura, na pia akatoa uhakikisho ambao tulikuwa tumeupata kutokana na mamlaka za nchi kwamba shughuli hiyo ingefanyika kwa uwazi wa kuwatambua na kufanya mapitio ya wanaokwenda kupiga kura na vilevile kwamba kura zingehesabiwa ili kuepusha utata wa kwamba baadaye kura hizi zitabadilishwa kwa kiasi kikubwa. Hali hiyo haikuwa hivyo leo, ingawa nikiri kwamba yako majimbo ambayo wa kufuatilia kwetu tumekaa hapa makao makuu ya chama tukifanya kazi hiyo. Uh, yako maeneo, yako majimbo ambapo taratibu zimeheshimiwa na mawakala wetu uh, wameweza kuzuia ambao hawastahiki na idadi imepitiwa upi lakini kwa ujumla nasema kumefanyika uhuli mkubwa sana, na tume ya uchaguzi yenyewe imeumbuka baada ya kutoa uhakikisho, kutoa miongozo, kusema kwamba mambo mengi angefuatwa, kungekuwa na uwazi. Hali haiko hivyo, na nyinyi wenyewe ni mashahidi wa clips mbalimbali, picha mbalimbali ambazo zimetoka, pamoja na picha kwa mfano ambazo zimetolewa na shirika la TBC, shirika la serikali la habari, likiwaonyesha watoto wadogo wakiwa wamevaa uniform wakiwa wanapiga kura. Hayo ni kuthibitisha kwamba wameumbua, na hilo linaleta katika nukta yangu na ujumbe wetu wa leo. Kwa hakika imetokea leo yamekiumbua Chama cha Mapinduzi na kukionyesha kiasi gani kimepoteza dira, kimepoteza uungwaji mkono katika nchi, hakitakiwi na Wazanzibari, na ndio maana leo chama kikongwe kinafika kufanya matendo ya fedheha na aibu, kikijiumbua chenyewe mbele ya macho ya umma. Sisi tunachoambia Wazanzibari, yaliyotokea leo, leo tuyapisha na sisi viongozi tunafanya kazi yetu, lakini kwa jumla tunasema hata ukichukulia kwamba kura zilizopigwa leo zote CCM wazihesabu kwamba ni zao, katika daftari la wapiga kura, jumla ya wapiga kura waliotangazwa na tume ni laki saba kumi na saba elfu mia tano na hamsini na saba. Kura za mapema zilizoorodheshwa kwa takwimu za tume zenyewe ni 52,092. Kwa hivyo nasema hata ukichukua kura zote hamsini na mbili elfu na tisini na mbili ukasema watazichukua wao CCM, hata wale ambao wamewakataa leo, bado katika kura laki saba kumi na saba elfu mia tano hamsini na saba kuna kura laki sita sitini na tano elfu mia nne arobaini na sita zenu nyinyi wa Zanzibari. Wito wetu wa chama chetu, yalofanyika leo, tunaamini lengo lake lilikuwa ni kukuvunjeni moyo kuwakatisha tamaa. Yaleo tuyawache, sisi tunatoa wito kwenu nyote, kesho sote Tumiminike kwa maelfu kwa malaki katika vituo vya kupigia kura, tukitambua yaliyofanyika leo kesho halina nafasi tena, kwa sababu kesho tutakuwako sote kwa pamoja katika vituo vya kupigia